Jana Ijumaa Machi saba, mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania, Jenerali Jacob John Mkunda, amefika wilayani Musoma, mkoa wa Mara kutoa salamu za pole na kufikisha ubani kwa familia ya Private John Nyawata John, mmoja wa wanajeshi wawili wa Tanzania nchini Kongo wakitekeleza majukumu ya kulinda amani mashariki mwa nchi hiyo. Private John alifariki dunia Januari 27 mwaka huu na mwili wake kurejeshwa Tanzania Februari 12 mwaka huu na baadaye kuagwa kwa taratibu za kijeshi katika viwanja vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Jenerali Nkunda amewasilisha salamu hizo za pole ikiwa ni mwendelezo baada ya Machi nne mwaka huu kuwasilisha salamu za pole na ubani kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa familia ya askari mwingine, Sajenti Mohamed Abdallah Selemani aliyefariki nchini Kongo Januari 24 mwaka huu. Tukio lilitokea tarehe 27, 27, tukafanikiwa kurejesha miili hii hiyo miwili tarehe 12 Februari. Alifariki tarehe 27 Januari mwaka huu, lakini tukafanikiwa kurejesha miili hiyo tarehe 12 mwezi Februari mwaka huu na kumwaga kwa taratibu zetu za kijeshi pale Lugalo tarehe kumi na tatu lakini tukajitahidi kuhakikisha kwamba anazikwa tarehe kumi na tatu hiyo hiyo hapa huku mkoa e, e, wa Mara wilaya ya Musoma, na mwingine mwenzake alizikwa tarehe hiyo hiyo tarehe kumi na tatu lakini ni Zanzibar Kiembe Samaki. Sasa mtajiuliza kwa nini liko hapa leo kusabu, sema, kwa sababu nimeshasema, tulimwaga kwa taratibu zote za kijeshi pale Lugalo tarehe 13 Januari 2025. Wakati tunamwaga Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan hakuwepo kwenye tukio hilo, lakini Mheshimiwa Rais ameguswa sana na tukio hilo la kikundi chetu kupoteza vijana wawili huko Kongo. Kwa hiyo, amenituma nipeleke salamu za rambirambi kwa vijana hao wawili ambao walipoteza maisha yao wakiwa wanatekeleza majukumu yao kwenye nchi ya wenzetu ambao ni nchi ya Kongo. Kwa bahati nzuri, Jumanne ya wiki hii nilifanikiwa kufika kwa wazazi wa Mohamed Abdallah ambaye ni mwenzake Sajenti Mohamed Abdallah, ni miongoni mwa vijana wawili waliopoteza maisha hapo Kiembe Samaki, Zanzibar, na nikafikisha salamu za pole, salamu za rambirambi za mheshimiwa rais wetu mpendwa, Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo nimefika hapa, sio salamu zangu imeleta salamu za pole za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameguswa sana na tukio hili au na vifo vya hawa wapiganaji wetu mahili wawili. Leo tuko nafika hapa kuwasilisha salamu za pole za rambirambi rambi, kwa vijana wetu Private John Nyawata John ambaye ilipoteza maisha kama nilivyotangulia kusema tarehe 27 Januari mwaka 2025. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais amenituma niwasilishe ubani wake kama ilivyo ada na mila na desturi like za Kiafrika, huwa kuna ubani nawasilisha pamoja na salamu za pole. Kwa hiyo kwenye tukio hili nitawasilisha pia ubani kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ameguswa sana na anawa, anawatakia subira wazazi, ndugu, jamaa wa marehemu kijana mpendo wetu Private eh, John Nyawata John anatambua ni jinsi gani wakati mgumu ulionao mnaopitia kwa hivi sasa, lakini amenituma niwaeleze kwamba yuko pamoja na ninyi. Kijana John alikuwa ni askari mahiri na alikuwa anatekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa, lakini kama ilivyo sisi wa Kristo, mara nyingi tunaamini kila linalotokea duniani basi limepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu sisi tulimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Sote sisi tumeguswa sana na hili hiyo, na nipende kusema kwamba huu msiba sio wa kwenu pekee, ni msiba wa Tanzania nzima, na wala sio wa Jeshi la Wananchi peke yake, kwa sababu kijana wetu mpendwa wetu Private John alikuwa anatekeleza majukumu ya kitaifa, alitumwa na taifa kwenda kuwasaidia majirani zetu kurejesha amani iliyopotea. Nafahamu tumekuwa tukifanya kazi hii toka enzi ya mwanzilishi wa taifa letu, baba wa taifa, hayati Julius Kambarage Nyerere, kusaidia nchi za majirani hasa kusini mwa Afrika ambapo amani inakuwa imepotea. Tumefanya kwa muda mrefu shughuli hizi. Kwa hiyo niseme tu ujio wangu wa leo ni huo, kuwasilisha salamu za rambirambi za mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu pamoja na ubani kidogo ambao nitawasilisha hivi punde, kama nilivyosema ni desturi na mila za Kiafrika. Nawashukuruni sana ndugu wanafamilia wote, jamaa na marafiki, viongozi e, mbalimbali wa serikali ya mtaa huu pamoja na wana na waandishi wote. Tunavyo vikundi vyetu vingi viko nje ya nchi hii kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo la kuwasaidia wenzetu wanaokuwa amani kwao imepotea. Tunacho kikundi Lebanon nje Afrika, lakini tunacho kikundi Central Africa, kwa maana Afrika ya Kati. Pia tunacho kikundi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia tunavyo vikundi vingine viko nchi ya Msumbiji. Vikundi hivi vinaweza vikao huko nje kwa mwambuli wa umoja wa mataifa, lakini pia kwa jumuiya zetu za kikanda. Kumbukeni sisi tunayo jumuiya mbili E, tuna jumuiya ya, ya maendeleo kusini mwa Afrika ambayo inaitwa SADC, lakini pia tunayo jumuiya nyingine ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunacho kikundi chetu hichi kilichokuwa Kongo, ambacho kiko Kongo kinajaribu kurejesha amani iliyopotea mashariki mwa nchi ya Kongo, ambayo ni majirani zetu katika kikundi hicho, kijana wetu John Nyawata John alikuwa ni mmoja wa kikundi hicho kilichokuwa kinatekeleza jukumu hilo la kusaidia wenzetu kurejesha amani huko mashariki mwa Kongo. Kwa bahati mbaya sana na kwa masikitiko makubwa, ilipofika mwanzoni mwa mwaka huu kikundi chetu kiliingia kwenye mapigano makali na kikundi kimojawapo kinachojiita M23, ambapo kwa bahati mbaya sana kikundi chetu cha Tanzania kilipoteza vijana wawili. Katika vijana hao wawili, mmoja ndio kijana wetu mpendwa, shujaa wetu Private John Nyawata John. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais moyo wake mzuri na upendo aliokuwa nao kututumia salamu hizo za rambirambi na huo ubani hiyo. Kama familia tunashukuru sana, tunasema tumepokea hizo salamu na huo ubani tumepokea. Tunashukuru sana kwa roho yake nzuri, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kukaa kimya tu na mambo yakaenda kini kwa upendo wake na roho yake nzuri ameweza kututumia hizo salamu na rambi, na sisi familia tumefarijika sana. Hivyo familia tumombea umuombea Mwenyezimungu amtie nguvu. Namshukuru sana ufande CDF, pamoja na kwamba anasema ametumwa, lakini la na nayeye pia tunamshukuru sana angekuwa mwingine pia angeweza kumtuma hata mtu mwingine. Tunamshukuru sana kwa jitihada walizozifanya kama afande CDF alivyoeleza hapa, kuhakikisha kwamba angalau tunaona mwili wa kijana wetu na kumstiri kwa mujibu wa mila na desturi.